The powers that be of Bungoma they have moved level 6 from uh, the level 5 to Sichei which is, which is found in Kabuchai some around uh, 20 kilometers or, or so from Bungoma, from, from, from Bungoma town so, tunasema ya kwamba serikari ambayo iko tumesema kama wakazi wa Bungoma tumeamua ya kwamba tunaenda kutembea kama itakuwa liwe liwalo hata naomba ya kwamba watu wachoini kwa kurupu yake si mwingine pale Okiya Omtata, seneta wa Busia, tusimame naye tutembee, kwa sababu nimeona maono yake si kama ya maono ya wale viongozi ambao wako saa hii. Manditi yetu ni kuzunguka Kenya mzima tukisikiza maoni ya wananchi. Lazima ukumbuke vile maandamano ya Gen Z 2024 iliisha kulikuwa na msukumo mkubwa sana kwa seneta okiya omtata kuwania kiti cha urais watu wamekuja pale kwa ofisi wengi sana wanataka waislamu wakristo watu wa biashara organized groups, wanataka seneta okiya omtata awanie kiti cha urais na hapo ndio ali, aliunda hii kamati presidential exploratory committee tuzunguke kaunti zote 47 leo tuko kaunti ya bungoma kaunti ya bungoma tuko na mkutano mkubwa mkutano mzuri tunasikiza wakaaji wa bungoma ma maswala ambayo yanawatatiza ya, ya, ya maswala ambayo inaweza tatuliwa na, na serikali kuu, na bado tuna collect data kulinga, ku, collect data ndio tuelewe Omtata anajulikana Bungoma, watu wa Bungoma wanasema nini kuhusu Omtata.